Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nimepiti video hii inikuwa na, na lenga lenga, lakini sasa nimekuja nikasema wacha nisikie huoria anaongea nini kuhusu juu Gaucho. So jii kitu Gaucho alisema inakuuma sana kuliko kitu Aoko ambao ni rafiki ya Baba Wino, ambao Baba Wino ni familia yako haikuumi. Baba wina akisema uh, aoka akisema Gaucho analala na mama Ida, hiyo yu iko sawa. Lakini Gaucho akisema mtu ambao anaweza tupea direction ni Oburodinga na Minpin, hiyo nakuuma. Alafu unaita Gaucho dwarf This pillar so we ndio umesoma? Kwa st statement ya Gaucho kusema mtu ambaye anatuwea, anaweza tupea direction kama Luo people ni Oburu Odinga na mama Minpiny, mama Ida, hiyo ni kitu mbaya sana, lakini kitu ambayo Ahoko amesema kuhusu mama Ida na Gaucho, we kwako si big deal. Kwa sababu Ahoko ni rafiki ya babo wino na babo wino ni relative yako kwa, kwa, kwa, kama dwafu inaangaliwa na system kama hiyo, sasa wewe si dwafu, wewe ni mavi, wewe ni mavi, wewe ni mavi, mavi. Oria tibi wewe ni mavi. Kama hiyo statement inakuuma na statement aoka kuumi, wewe ni mavi, wewe ni mavi. Hebu msikizeni. Yes, mwanasiasa akasema yeye hawataki ku involve hataki kujinvolve kwa. Asanteni sana as usual. Oria TV, I I really respect mama Ida Odinga. I really respect respect mama that mother because she's old enough to be my mother mi, Oria TV, she's old enough to be Maverick Aoko's mother, she's old enough to be Babu babus mother, so mi nataka kutuma message to this academic tour called Gaucho. Nasikia Gaucho anasema eti kama kuna mtu tu anaweza tupe direction ni mama Ido Dinga. Gaucho mama Ido Dinga alichukua microphone akasema yeye si mwanasiasa akasema yeye hataki kuinvolve, hataki kujinvolve kwa siasa. Kwa nini unalazimisha huyu mama kuingia kwa mambo za uchafu, mambo za ujinga, mambo za kumbaku, mambo za siasa? Mwache mamaida rest. Mwache mamaida pumzike. I aliuraela molodinga baada yakona uchungu mingi sana. Mwachene na huyo mama. Na mimi nataka kuambia mabeli kao kwa. Do, do things uh, behind babu wenu. Usifanye vitu ionekana babu wenu ndiye anakutuma. Unasikia?